Wali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Juni 12 siku ya Alhamisi asubuhi, tutangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuangazia gazeti la kula Mwananchi kwenye habari kubwa zilizopewa kipaumbele, tunaanza na habari inayosema Sheikh Ponda afichua siri kuingia miguu miwili ACT Wazalendo. Hayo ni mahojiano maalum kwenye gazeti la Mwananchi. Sheikh Ponda afichua siri kuingia miguu miwili ACT Wazalendo, lakini utekelezaji amri ya mahakama Chadema njia panda. Utekelezaji amri ya mahakama Chadema njia panda Wanza, utekelezaji bila kujua mawanda ya amri, lakini huku wadau wakiona ugumu katika utekelezaji, msajili aelekeza njia ya kupita. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi na ndio habari kubwa kwa asubuhi ya leo, inasema Chadema njia panda, lakini matakwa ya Watanzania, bajeti mpya, simulizi janga la ajali mbaya mlima Iwambi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahalisi lenye ni habari kubwa inayosema Chadema ni shida, mikakati ya maswahiba ambao yazidi kuvuja upepo wake wazidi kutesa vigogo nchini. Hiyo ni habari ukurasa wa pili lakini hii ni bajeti ya uchaguzi. Hiyo ni habari ukurasa wa nane, inasema hii ni bajeti ya uchaguzi na Askofu Gwajima aunganisha nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahalisi kwenye kurasa wa mbele, lakini habari kubwa ni Chadema ni shida. Lakini tukiangazia gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lenye linaandika waongoza utalii wa IPA 5 NCAA kuboresha barabara hifadhi ya Ngorongoro na zaidi ya kilo E, milioni moja nukta tano zauzwa kwenye mnada wa ufuta Tunduru. Zaidi ya kilo milioni moja nukta tano zauzwa kwenye mnada wa ufuta Tunduru, lakini kuna habari inayosema mitano ni kwa Samia. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Mwana Habari, inasema mitano ni kwa Samia, wengine subirini mchujo. Mchujo e, Wasira sema. E, mitano ni kwa Samia, wengine subirini, lakini asisitiza haki kutendeka katika kupata wagombea, akemea rushwa, lakini pia asistiza heshima wajumbe ni ya sikiliza watu walio nyuma, e, nyuma yake kupiga kura kwa mtu ambaye wananchi wanamtaka. Na ziara ya Rais wa ACG yaleta mageuzi ya elimu ya utawala uongozi bara la Afrika. Na bado kuna habari inaosema bajeti kuu kutoa mwelekeo wa uchaguzi mkuu wa 2025. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo. Na gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, lenye na habari kubwa kwenye kurasa wa mbele anasema, Samia kuongoza uzinduzi chanjo, e, utambuzi wa mifugo. Samia kuongoza uzinduzi chanjo utambuzi wa mifugo. Lakini ziara rais wa ASG yaleta mageuzi elimu ya utawala uongozi bara la Afrika na rais Samia kuanza ziara mikoani Rais Samia kuanza ziara mikoani. Wasira achambua mitano tena kwa Samia. Wasira achambua mitano tena e, kwa Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti la majira lenye na habari kubwa inayosema RC Chongolo atoa maelekezo kwa wakuu wa idara Songwe rais chongolo atoa maelekezo kwa wakuu wa idara songwe lakini wasira mitano tena ni kwa samia tu wengine wasubiri mchujo maono ya rais samia yazidi kuipaisha tic hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la majira maono ya rais samia yazidi kuipatia, eh, kuipaisha tic yasema mafanikio eh, yanayoshuhudiwa sekta ya uwekezaji ni matokeo ya uongozi wake wawekezaji wamiminika miezi mitano miradi 372 ya sajiliwa yuni. Habari kwenye gazeti lako la Majira yanaendelea ukurasa wa nne. Lakini bilioni tatu za umwagiliaji kunufaisha wakulima 490 skimu ya mkotano wa yuni. Habari inaendelea ukurasa wa nne. Na Kombo aongoza ujumbe wa Tanzania kikao cha kutekeleza maazimio ya focus. Chatanda achafua hali ya hewa ubunge Mkuranga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la uelekeo na lenyewe ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Dr. Samia ni turufu uchaguzi mkuu CCM. Dr. Samia ni turufu uchaguzi mkuu CCM. Na ni bajeti ya uchaguzi, huyo ni Dr. Mwigulu kuwasilisha bungeni jijini Dodoma leo. Lakini maambukizi ya VVU na TB na ini yapungua maambukizi ya VVU TB na ini yapungua nchini Tanzania, lakini Uingereza yapongeza Mwinyi kwa kasi ya maendeleo Zanzibar. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele, lakini Habari Leo gazeti lako na lenyewe linaandika mwanafunzi Tabora Girls ajifungua chooni. Hiyo ni RC Abwaka, mwanafunzi wa Tabora Girls ajifungua chooni. E, mfumo wa kugharamia elimu ya juu kupitiwa, hiyo ni habari ukurasa wa tatu huku ukurasa wa nne kuna habari inayosema uwekezaji wa okoa bilioni mia tano bandari ya Dar es Salaam, mapato afikia tilioni moja nukta tano gharama za usafirishaji za pungua. Lakini macho masikio kwa Migulu Nchemba bungeni leo, macho masikio kwa Migulu Nchemba bungeni leo. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, bunge la shauri sheria ya ubia kuratibu miradi. Lakini wahitimu elfu mbili na mia tano arobaini kupata ajira, chanjo ya mifugo hiyo ni habari ukurasa wa saba, kampeni ya Samia yatoa gerezani mahabusu zaidi ya elfu sita na mia tisa. Habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako eh, la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inaosema Samia alikwa Komoro, Msumbiji, kuanza ziara Simiyu, Mwanza. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la habari leo. Lakini gazeti lako la habari leo bado tunachana nao, tunaangazia gazeti lako la Uhuru linaandika matumaini kibao bajeti 25/26 kuna umuhimu wa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba TMA yatoa tahadhari wanaosafiri majini hayo ni mamlaka ya hali ya hewa TMA yatoa tahadhari wanaosafiri majini lakini rais Dr Mwinyi aeleza Pemba inavyofunguka na wasira mitano, mitano kwa rais Dr Samia wengine wasubiri wasomi eh, wachumi wapongeza mashirika utoaji wa gawio serikalini hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Tanzania leo lenye ni habari inayosema mchongo biashara ya kaboni watinga bungeni, mchongo wa biashara ya kaboni watinga bungeni. Mafanikio ya Samia hadharani, Dodoma leo, bajeti ya mwaka wanne wa uongozi wake kuwekwa bayana. Lakini mipango kukusanya na kutumia shilingi trilioni 57 kuanikwa, wananchi wasubiri eh, vinavyotarajiwa kupanda na kushuka lakini jinamizi la ajali la iandama Mbea. Makala, Dr Samia ndiyo karata muhimu ya CCM. Hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo, Tanzania leo, kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo na lenye linaandika Hemedi ahimiza umoja na mshikamano ndani ya CCM, huku wizara ya habari kuja na mabadiliko ya teknolojia. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Zanzibar leo ni Dr Mwinyi, mikakati kukifungua kisiwa cha Pemba inaendelea na ziara Dr Mwinyi nje zaleta manufaa makubwa. Hiyo ni habari ukurasa watatu kwenye gazeti la Zanzibar Leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la fahari ya Zanzibar lenye linaandika historia iandikwa, rais Dr Samia apokea gawio la trilioni moja lakini Zanzibar kuanzisha shirika la ndege. Huyo ni Dr Mwinyi na uchaguzi hatu airishi. Eh, huyo ni Wasira atoa neno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la fahari ya Zanzibari. Lakini bado tunaendelea eh, kwenye magazeti mbalimbali, tunaangazia gazeti lako la Mwangaza linaandika, kampeni ya Oktoba tunatiki ya shtua nchi hadi Ulaya eh, hii ni kampeni ya Oktoba tunatiki ya shtua nchi hadi Ulaya. Lakini Chadema wapigana shoti mahakamani eh, Chadema wapigana shoti mahakamani. Hilo ni gazeti lako la Mwangaza ukurasa wa eh, mbele. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako eh, gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele kuna bani inayosema kampeni zimeanza. Hilo ni swali wanajiuliza, kampeni zimeanza. Chauma ya tamba e, washinda e, kwa kishindo. Wasira awaomba wananchi kupigia kura CCM Oktoba. Kanuni za ineki zaelekeza, lakini Rais Samia kufanya ziara ya siku saba Simiyu na Mwanza, na kukosekana e, kanzidata e, kwa kwanza kutoajwa huduma kwa wazee, lakini vingingi vitano Chadema 2025 Kanuni mpya bungeni, uadilifu, mavazi, matumizi yasiyo sahihi bendera vyaangaziwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini tuiangazia sasa, tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya ya leo yenyewe. Tunaanza e, na gazeti lako la Mwanahabari inaandika, Yanga sasa yajichanganya kwa TFF, Yanga sasa ya timu za Ulaya za komaa na Novatusi Dismas Birosh lakini Stars kifua mbele kwa Eswatini Aziziki mwalimu waelekea Marekani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kurasa wa michezo. Lakini gazeti la Wamachinga linaandika Stars ya ichapa Eswatini Aziziki na mwalimu watimkia Marekani. Wadau wakijuzulu kidau ni uoga wa TFF e, wadau wasema akijuzulu kidau ni uoga wa TFF lakini timu za Ulaya za komaa na Mbwana Samata hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, ukurasa wa ukura michezo. Lakini gazeti lako la Majira inaandika sakata la Kariako, dabi la tinga bungeni, serikali yasema haitaingilia yajipanga. Stars kufanya vyema chani na Afkon. Lakini yanga wagomea kikao TFF, wataka hela zao tu. E, au ni yanga yagomea kikao TFF, wataka hela zao tu. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika yanga ya waita TRA polisi, mgogoro TFF. E, Yanga ya waita TRA polisi e, mgogoro na TFF. Lakini stazi ya aga kosafa kwa ushindi, e, stazi ya aga kosafa kwa ushindi. Lakini bado kuna bari inayosema e, bilnasi awapa somo chipukizi, bado ukurasa wa ishirini na moja kwenye ukurasa wa michezo. Lakini bado tunaangazia kwenye gazeti lako, e, gazeti la Mwanaspoti na lenyewe kwenye michezo linaandika uamuzi e, wa kushtua kamara Simba uamuzi wa kushtua kamara Simba, lakini klabu za Iruka Yanga eh, ni milioni hamsini sema fedha eh, zinaongezwa mshindi eh, fedha zaongezwa eh, na uzopewa mshindi. Klabu zairuka Yanga e, ya e, e, za e, lakini Simba waache ubinafsi kwenye hili e, Simba waache ubinafsi kwenye hili tizi la Tanzania Prison Mbeya, si mchezo hiyo. Ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti lakini kimataifa, Chelsea ya acha vifaa kombe la dunia, Chelsea ya acha vifaa kombe la dunia. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Na tukiangazia gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo linaandika TAKUKURU, TRA waitwa sakata la TFF na Yanga. E, TAKUKURU, e, TRA waitwa sakata la TFF na Yanga. Klabu hizo ya gomea, e, klabu hiyo ya gomea kikao na TFF Serikali yatoa tamko kuhusu dabi fadru alonga iyoni hapari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema, na kwaherini, asubuhi njema.